Mwenyekiti wa BMU huu hapa tunampigia mwenyekiti wa BMU tu. Shenerewe vizuri. Mwenyekiti wa BMU huu ntu wa dili. Na ukiteka kujua hilo kama ni ntu wa dili. Sizani kama taarifa azidewe kukufikia kwa BMU huu. Wana mapungufu ya wizi milioni moja na laki tatu na hela zake juu. Lakini ndio mimi. Ndio mimi mwenyewe kabisa. Blaza umenipa elfu tatu kuniziba mdomo. Kataa blaza. Kataa kwa kukuthibitishia mheshimiwa, kwamba mheshimiwa huyu ntu wa dili sana, ana watu wake kucheza na udili. Kuna chombo moja hapa ya, ya mheshimiwa kanali alichukua ushuru shilingi elfu ishirini lakini kwa kuniziba mdomo mimi akanipa elfu tatu kwa ushahidi na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu na ardhi hii. Kanipa elfu tatu. Kataa blaza, ntu wa dili. Kataa, kataa. Naelewa siju mheshimiwa, naomba unilinde. Kataa mheshimiwa, naomba sana unilinde, naomba unilinde mheshimiwa, naomba sana unilinde, naomba unilinde. Hii clip bwana ilikuwa ni mwaka 2021 na hivi, na nadhani kwenda 2022 hivi ya pale Kilwa Masoko, ulikuwa ni mkutano huu unapotizama, ulikuwa ni mkutano wa mkuu wa wilaya ambao pia aliitwa kwenda kuzungumza na wavuvi wa masoko pwani. Sasa kilichotokea katika klipu hii ambayo unaiona ni kwamba wananchi mbalimbali walikuwa wameambiwa kwamba watoe kero zao. Sasa wakati wa kutoa kero zao, ndio wengi walitoa kero zao ausi na e, usi nadhani jamaa mmoja aitwa Usi. Lakini pia ilipokuja kutolewa kero ya huyu ambao unamwona hapa, mtu adili, ndio ikawa trending. sasa ilikuwa trend vipi? ni kwamba maoni mengi yalitolewa, lakini mimi kama mwanahabari ambaye ndo nilikuwa nafanya story, kwa sababu siku hiyo nilikuwa mwanahabari mwenyewe, nilikuwa na kamera yangu, na hata kama ukitizama lile tukio, wakati tuna shoot, unamwona yule jamaa. Wakati na shoot, wengi walikuwa ni watu wa kimoiki. Sasa wakati naendelea kushuti Yaani, mtu anani wakati amekuja ya walikuwa wamejipanga mstari hivi katika kuzungumza pale, wanatoa kero zao mbele wilaya ya mkuu wa wilaya Christopher Emil Ngubiagai ambaye sasa hivi ni mkuu wa wilaya ya Ukerewe. Sasa wakati wanatoa kero zao kiangalia hiyo kamera, ikabidi ni shike kamera hivi kwa sababu jamaa alikuwa ni mrefu sana, afukavaa suti siku hiyo bwana Chakabovu eh, Mohamed, jina lake jina lake halisi ni Mohamed, lakini wengi wamezoea kuita Chakabovu au mtu adili. Sasa ikabidi ni mshuti kwa mtindo huu kwa sababu alikuwa mrefu sana, kwa ikabidi ni mshuti hivi hivi. Sasa baada ya kutoka ile clip sasa baada ya kurekodi, nakumbuka ilikuwa majira kama mkutano ulianza kama majira saa kumi na moja hivi kule masoko pwani. Aa, sasa baada ya baada ya baada lile tukio sasa kufanyika. Kwa ni gumzo sana mtu wa dili, hawachana watu wabovu sa mkuu wa, chana, wa, wa bofusa, wilaya lazimika sasa kumsimamisha bwana Kimbendu ambaye ni mwenyekiti wa BMU wakati huo, akamsimamisha kupita kupisha uchunguzi juu ya tuhuma ambazo zimeweza kutolewa kama ulivyosikia katika clip hiyo. Sasa baada ya zoezi lile nikabidi nirudi ofisini pale Kilwa Masoko kwenda kuitengeneza ile story kwa sababu watu, kuna kipindi kinaitwa Kilwa Leo, kilikuwa kinaruka kila majira ya saa 2 nadhani, mwanzoni ilikuwa saa 10 lakini baadaye ikasogezwa hadi saa 2 hivi. Kwa sababu mbili na nusu hivi. Watu wako attention, wanataka kusikiliza kwa sababu tufanye kazi nzuri sana kuitengeneza Kilwa leo. Mimi nikiwa na wanahabari wenzangu ambao ni watangazaji pia wakina Shaabini Azizi, Mgeni um, Ismail, Captain Ngadu. Kwa hiyo wengi walikuwa na hamu siku hiyo kutaka kusikia kitu gani ambacho kimejili Kilwa Masoko. Kwa hiyo ikabidi sasa kuitengeneza hiyo clip. Mwenyekiti wetu, mtu wa dili. Eh. Naomba unilinde. Naomba sana unilinde. Mheshimiwa mwenyekiti wetu ntu wa dili. Mheshimiwa mwenyekiti wetu mtu wa dili. Pigaji nzuri sana dili. Nilipokea simu nyingi na message nyingi, watu ni kwamba walipenda kile ambacho huyu uh, mtu wa dili ameweza kukifichua, wakasema hicho alichokisema mtu wa dili kipo katika maeneo mengi kwenye wilaya hii ya Kilwa. Kwa hiyo SMS zikawa zingi, lakini pia kiliniongezea watu wengi sana katika kipindi cha Kilwa leo. Watu wengi wakataka kufahamu nani alifanya ile story nini. Uh, wengine walinipigia kuitaka ile story, na mimi nilipoitoa pale ikabidi nimpigie producer ambaye ni Good Luck Mshaila, alikuwa producer wa Mashujaa FM pale wakati ule, nikamwambia kaka, kuna story, kuna kipande na kutumia kitumie kama jingo kwa sababu kimekaa sana kwa ajili ya kuelimisha jamii viongozi wabadhirifu wa fedha, kwa kitatusaidia sana pia kama media yetu. Nashukuru Mungu kweli, jamaa Good Luck like Mshaili GM1 akafanya kazi yake nzuri, akatengeneza chingo likawa na linaelezea, naomba sana unilinde, kataa blaza, mtu adili, mtu adili. Kwa hiyo ikaenda sana ile clip, baadaye pia tukafanya muendelezo, kwa sababu tulitumia HTV TV yetu ambayo ilikuwa kule Mtwara, tuwatumie ile story Mashujaa TV ambayo sasa hivi nadhani imeondolewa katika ukurasa wa YouTube hiyo uh, channel na wenye pia tuliweza kutuma ile story ambayo pia ilitrend kweli kweli, yani ikawa ni story. Tukaona Hamisi Kigwangara, eh, alikuwa waziri wa mali asili kipindi hicho, na ikatuka posti. Watu mbalimbali walikuwa wanaitumia ile, baadhi ya radio pia hapa mjini nazo pia uh, zilianza kutumia kile kionjo. Kwa hiyo ni kati ya story ambayo najivunia. Nimefanya story nyingi sana. Nimefanya story wakati wa mafuriko ya 2019, kwa wale ambao watakumbuka pale Kilwa, mafuriko ambayo watu wengi sana walipoteza maisha. Mimi nilikuwa naingia kule katika hali ile ya mafuriko, hali ya hatari, na ndugu yangu mwana habari Sha Azizi. Kwa hiyo tulifanya kazi nzuri, tulifanya story nyingi huko pande pia kulikopo na kero mbalimbali mbali ambazo tulizitengenezea jingo like hii hapa ya Ntu wa Dili, nazo pia zili trend sana. So I proud me kwamba unapozungumzia uh, miongoni mwa watu ambao tulifanya kitu kika aenda. Eh, kwa sababu pengine labda ile story ningerudi ninge ningefungia nao tu ndani, watu wasingeelimika, watu wasingejifunza, lakini mimi napenda sana nikishagundua kwamba story hii inaweza ikabadilisha jamii, inaweza ikaelimisha jamii, ikaelewesha viongozi. Ni kitu kizuri sana. Lakini pia tukatengeneza bondi na Ntu wa Dili. Ntu wa Dili akawa kama familia ya Mashujaa FM, alikuwa familia ya team Kilwa leo na mara kadhaa tulikuwa tunazungumza naye, tunamwalika katika kipindi cha kira leo, tunafanya naye interview pia. Tukafanya mwendelezo kama unavyosikia interview sasa. Katika mwendelezo huu, hii hapa nitakuwekea hapa, ni mwendelezo ambao tuliufanya kuhusiana na kile ambacho alikifanya, ujasiri usubutu, na yeye akaeleza kwamba huwa ni mtizamaji sana wa filamu za kizalendo za China, na hizo ndizo ambazo zimeweza kumjengea hata yeye sasa uwezo wa ku wakuwa na confidence ya kufanya kile ambacho amekifanya Chawi. Unakaa tu ofisini umetulia, Mwaipopo, wakati hapa kila kuna kukucha atulii, mara yuko Somanga, mala Nangurukuru, mara sijuu yuko wapi huko eh, anakwenda sehemu tofauti tofauti mbali mbali kwa jingi, lakini mimi nitakwenda kwa ufupi sana, itajielekeza katika sehemu mbili ambazo ndio msingi sana. Sehemu ya kwanza mapato sehemu ya pili, wazalishaji ambao ni wavuvi. Nianze na wavuvi. Mimi ninaamini kwamba mimi mwenyekiti na wavuvi hakuna matatizo yoyote. Matatizo kama yalikuwepo ni mwanzo, wakati tunaingia, kwa sababu tulikuja na mfumo wa utozaji wa ushuru wa asilimia mbili ulioandaliwa na halmashauri mwongozo wa mwaka 2018 kwa hiyo huyo tulikuwa tunautumia, kwamba chombo ikifika, ikija na mzigo, unaandika unaandika unaandika, baadaye namwambia ushuru wako ni shilingi elfu hamsini bwana, gharama na hivi na hivi na vile na nini, unasemaje? Ah, mimi elfu thelathini naenda. Ah, kalibe pale. Kwa hiyo hii ilikuwa ni ngeni kwao katika usimamizi wa rasilimali zenu, kweli si kweli? Wananchi mmechoka kubuluzwa kunyanyaswa na kutotendewa haki, kweli si kweli? Wananchi mpo tayari kutoa kodi, ushuru na tozo mbalimbali mbali, lakini kufuata kanuni, taratibu na miongozo iliyopo, kweli si kweli? Kwa maana hiyo kuanzia leo tarehe 15 mwezi wa tano elfu mbili na ishirini Ninamsimamisha mwenyekiti wenu, <coughs> ninamsimamisha utendaji wake mwenyekiti wa BMU ya hapa Masoko Pwani, apishe uchunguzi huru ufanyike kutokana na tuma nyingi ambazo zimeelekezwa kwake. Tukibaini mwenyekiti, uchunguzi ukibaini kwamba tuma hizi ni za kweli, utakwenda katika vyombo vya sheria kutoa utetezi wako. Ikibainika kwamba tuma hizi sio za kweli, ni za majungu na maneno mengine, utarudia nafasi yako uendelee kufanya kazi kwa maadili na miiko ya uongozi. Kwa mtu wowote ambaye utakaye msema, hata kama mtoto wako nyumbani, umeona hakufanya vizuri shuleni, unatakiwa umwambie kwa hekima kidogo, vinginevyo atakwazika sana huyu mtoto. Umeona kwa, kwa ile, kwa sababu ilikuwa ni wazi hadhiri, eh brother, lazima akwaziki kidogo, lakini mimi yule ni brother wangu eh, nafikiri ipo siku tutapeana mikono, tutamaliza tutajenga vizuri tu eh, ni changamoto kwa sababu kapitia changamoto nyingi, sio hii tu, kuna changamoto kubwa alizozipitia umeona, umeona. Na namfahamu, ni mwelewa na na ana elimu kubwa tu, na mimi ni mdogo wake, ushanifahamu eh, nategemea kwamba tuta, tutazungumza tuta, tuta tutajenga bila matatizo na changamoto zingine kuhusu mitaani wapi nini eh, kuna kitu kimoja ambacho hiki Eh, kinakwenda kinanipa furaha lakini kinakwenda wakati mwingine kwa sababu mimi nakuwa na feeling, au sio bwana, kinaniumiza watoto mtaani, kila nitapopita, kataa brother eh, kataa brother eh, lakini sasa siwezi kumchukia mtoto. Mtoto wangu mimi ndiyo mtoto wa mwenzangu, siwezi kumchukia mtu mwingine, kwa sababu, eh, mimi mtoto wangu pia anapita mtaani eh, na sehemu zingine. Kwa hiyo sasa, nitapomchukia mtoto wa mwenzangu, ndipo atakuja kuchukiwa mtoto wangu mimi kwa hiyo kila mtoto mimi namfurahia. Mimi nishafuatwa na watu wengi sana, watu wengi wanasema bana, lile wanatumia tangazo na redio inakuwa eh, tunapiga hela pale, washanifuata mpaka, mpaka wan, wan, wanasheria mbalimbali bana, pale, si tunapata hela. lakini nikifikiria ni Mashujaa ina miaka mitano, lakini isitoshe pia Mashujaa eh, ni redio ya wapi? Redio ya kwetu sisi kusini kusini muda mrefu, si hatuna redio na tusikiki tunasikia redio za wenzetu tu, na nitafufanya hivi kwamba mimi eh, niwachukulie hatua za kisheria mashujaa wanilipe. Sioni kwamba nawadidimiza, sioni kwamba mimi nitakuwa na wakandamiza, sioni kwamba mimi ndo nitakuwa na hiyo mashujaa. Mimi nikamwambia mimi mzalendo, siwezi kufanya hivyo kwa sababu eh, mashujaa itavyosikika leo hii zitasikika na keroza wetu wengine huko vijijini na wapi na wapi, sehemu tofauti. Umeona, tutasikia sasa. Nitavyofanya vitu kama hivyo eh? basi Mashujaa nitakuwa nawarudisha nyuma. kama mimi kunipa, Mungu atanipa tu to... shanifamu sio kwamba nitegemee kwamba nifanye kitu fulani hivi afu nipate, hapana. Asante. wakati tunaenda kumalizia, unafikiri una lipi la kuambia jamii hususan wale ambao hawana mwamko kama wakwako? <coughs> Uh, nilipenda sana kwamba kuwaambia Watanzania tusipende kukaa migongoni mwa watu. Hii kitu tubadilike. Unapoliona hovu popote, jilipue kwa sababu ya taifa lako, jilipue kwa sababu, eh, kwa sababu ya kizazi kijacho. Usione hatari hata kama wewe leo hii, au sio bwana, ukatekwa umeona, ukanyanyaswa, ikatumika njia tofauti, labda ya wizadi vitu kama hivi, umeona, wewe usiogope, wewe utatoka, lakini kizazi kinachokuja nyuma kitaishi katika hali ya furaha. Nafanya hivi kwa sababu moja tu, huu msimamo unatoka kwa presidenti umsimamo umetoka kwa mheshimiwa Magufuli. Tumeona wamepita viongozi wengi wengi tu ta taifa hili, lakini hakuna mtu aliyeweza kujilipua kama mheshimiwa. Mi namwita blaza Magufuli, napenda sana kumwita blaza Magufuli. Ni mtu ambaye ameweza kujilipua na taifa kukaa sawa. Watu wameenda kuchomolewa mahera ma ma kwenye majaba aliweza, kuna mtu aliweza kwenye taifa hili? Hakuna aliyeweza ule mwamba mnaelewa vizuri. Kwa hiyo napenda kutumia sana msimamo wake, nimeiga msimamo wake, na msimamo ambao unastahili kuigwa kwa kiongozi wowote, na msimamo ambao unafaa eh, kwa mtu wowote mwanajamii yoyote, mnaelewa. Kwa hiyo tu, tupende sana kuwa wawazi, tupende kuwa wakweli, tupende kufanya vitu vilivyokuwa sahihi. Ukiona pale kuna mapungufu Mwelekeze, ataki kama kuna mikutano kama hivi eh, basi kujilipua. Lakini pia nataka niseme moja, kwa upande wa viongozi, napenda kusema hili mulisikie leo hii, tusije baadaye tukaje tukalaumiana, kwa sababu wasema kweli wapo. Achana na mimi, wapo na watasema kweli. Viongozi kama wewe, mkuu wa mkoa, umepewa mkoa wa Lindi, pinda penda sana kutembelea raia wako wahutubie raia wako, menelea vizuri mkuu wa wilaya. Wa wilaya wahutubie raia wako popote, fanya mikutano. Msiwe mnakaa tu ofisini, kuna kero nyingi, kero nyingi zipo kwa raia wako. Kwa hiyo pendeni sana kufanya mikutano, pendeni kuchukueni hoja kwa raia wenu, sikilizeni kero kwa raia wenu mkikaa ofisini tu, siku watakuja viongozi wakubwa wa, wa nchi, watu watajilipua, mtawaona wabaya, watatekwa watu pasipokuwa na msimamo. Kwa hiyo tuwe wawazi katika ofisi yetu na watendaji wa kazi. Kesho na kesho kutwa usije ukamtafuta mchawi, unakaa tu ofisini umetulia. Mwaipopo wakati hapa kila kunakokucha atulii, mara yuko Somanga, mara Nangurukulu, mara sijui yuko wapi huko eh. Anakwenda sehemu tofauti tofauti mbali mbali, anakwenda kutafuta habari ili Mashujaa iwe juu. Sasa wewe, mkuu wa mkoa, huko ofisini tu, au unafanya vikao vya ndani kwa jamii? Ufanyi mikutano kwa nini? Au ndo ulivyopewa mamlaka yako hivyo? Kwa hiyo na viongozi pia, nyinyi viongozi mufanye mikutano muchukue maoni kwa raia wenu. Kuna kero nyingi sana lakini, la mwisho, la mwisho ili napenda kutoa maoni kwa, kwa upande wa serikali kama litakuwa limechukuliwa vizuri e, ni tuna, tuna mfumo wa uhuru katika taifa. Ni kweli uhuru mzuri sana lakini tupo pia katika uchumi wa kati, uchumi wa kati ni mfumo wa kutengeneza taifa kwanza viwanda na vitu vingine afu baadaye inarudi kidogo kidogo kwa, kwa mwananchi kidogo kidogo. Kwa hiyo kuna hali fulani hivi kidogo, tunatakiwa tuizoe. Kwa hiyo kuna mfumo wa uhuru huu eh, kwa upande wa mashule yote kufanya graduation ya ya. Graduation izi, zini sherehe kubwa sana zinafanyika. Inafanyika sherehe kubwa, lakini mwisho wa picha sasa mtoto anafeli kwenda shuleni wakati mwingine alafu amefaulu graduation umefanya ya laki sita, mtoto anatakiwa aende shule vifaa vinunuliwe vya laki tatu. unashindwa ushanifahamu umefanya graduation mimi umelipa nani sijui alikuja kwako kufanya kuchangia sijui kitu gani Koyo, kwa hiyo mimi niliomba kitu kimoja kwa upande wa serikali hizi graduation hizi zifanyike ila kwa njia moja fungulia akaunti mtoto wako, kama ndo una kipato chako kile mtilie kwenye akaunti yake, insaidie kupata elimu mbele, sio magraduation pake, Kimagufuli. Nini? aisaidi kitu. Uh, kuna mtu mwingine anaweza kajiuliza kwamba ni kweli ndo yeye mzee uh, labda tupite sasa kwenye kile kionjo kidogo. Ah, uh, ndio mimi, ndio mimi, ndio mimi ingawa siku ile sikutambulika jina lakini ndio mimi ndio mimi mwenyewe kabisa blaza. Umenipa elfu tatu kuniziba mdomo. Kataa blaza, kataa. Kwa kukuthibitishia mheshimiwa kwamba mheshimiwa huyu ntu wa dili sana, ana watu wake kucheza na udili. Kuna chombo moja hapa ya, ya mheshimiwa kanali, alichukua ushuru shilingi elfu ishirini lakini kwa kuniziba mdomo mimi akanipa elfu tatu. Kwa ushahidi nina hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu na ardhi hii. Kanipe elfu tatu. Kataa blaza. Tuadili. Kataa. Naelewa, sijui mheshimiwa. Naomba unilinde. Kata, mheshimiwa, naomba sana unilinde. Naomba unilinde mheshimiwa. Naomba sana unilinde. Lakini pia uh, mimi nashukuru leo katika kipindi cha The Village TV show kwamba watu wengi walitamani pia kumfahamu ambaye alifanya ile story ambayo ilienda viral sana. Wengi walipenda, sio ndani ya Tanzania, hata nje ya Tanzania. Nilikuwa naona baadhi ya watu ambao wako nje ya nchi nao pia walikuwa na post ile, na wengine sio, walikuwa wananiomba original, kwa sababu ukitazama vyombo vingi sana vimechukua kule katika YouTube channel yetu ya HTV, unaona pale kuna logo japo wengine walikuwa wanajitahidi kuficha logo, lakini wengine waliomba video kamili. Nakumbuka kipindi hicho hata mkurugenzi, boss wetu wa kampuni, na akanipigia bwana anaomba hiyo clip ambayo haina logo nini. So ni story ambazo najivunia, lakini kubwa zaidi ambapo wengi zaidi wamenifahamu pia katika story za utalii. Mi nimeandika story nyingi nyingi sana, na pengine naweza nikasema kwamba mimi ndo nimejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuitangaza Kirwa. Wengi wameweza kuifahamu Kirwa na historia ya utalii pale Kirwa mbali mbali. So, na matukio mbalimbali so najivunia pia katika hilo nalo na ambalo limeweza kuwafurahisha wengi na akilo ameweza kujulikana, lakini pia sio hiyo, kuna stori nyingine ya mzee wa jogo, mzee Shaweji Kimbwembwe, nayo pia ni stori ambayo nilitrendisha mimi. Yule mzee wa jogoo naye pia ni miongoni mwa stori ambayo tulianza kumfahamu before hata ile tukio la mheshimiwa John uh, Pombe Magufuli aliwahi zungumza before kabisa, ambapo alizungumziwa akina mama ambavyo wanateseka kubeba kubebwa kwenye matenga wakati wakienda kujifungua. Ile story tulipublish, mheshimiwa rais alipokuja kwa awamu ya kwanza, kabla ya ile kupewa jogoo, naye pia akaamua akatoa hela pale kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha Somanga. Kwa hiyo zote ni jitihada zetu, si kuhakikisha kwamba sauti zenye mantiki katika jamii zinasikika kwa uh, uwezo mkubwa sana, zinasikika kwa uwanja mpana sana, na watu wanaweza kuifahamu Uh, jamii yao, nini kinahitajika, nini kinatakiwa kufanyiwa marekebisho, nini kinatakiwa kutengenezwa kupitia sauti zao, sauti za viongozi. So tulifanya kazi kubwa sana katika kipindi cha Kilwa leo. Uh, mimi nawashukuru Nyakyusani, nawashukuru eh, uh, the, the Village TV Show kwa kuzungumza na mimi siku hii hapa ya, ya leo, ambapo mlikuwa mnataka kufahamu ukweli ni nani ambaye alifanya lile tukio la story ya mtu wa dili. Shout out kwenu.